Leo tunajifunza majina ya wanafamilia kwa Kifaransa. Wa kwanza se. se kwa Kiswahili maana yake ni dada. Pili, frère. kwa Kiswahili maana yake ni kaka. Ya tatu ni mère. kwa Kiswahili ni mama. Wote rudia mère. Jaime grand-père. Wote rudia. Vizuri, grandpa ni babu. Inafuata grandma, grandma, grandma. So, kwa Kiswahili ni bibi. Inafuata tante, tante, tante. Ya mwisho ni papa. Wewe mbona unanyosha mkono? Mimi najua maana ya papa. Haya, sima papa ni nini? Samaki? Pumbavu, hebu toka nje. Unaona leo tunazungumzia masuala ya aina za samaki hapa. Mimi naongea, ninyi mnacheka. Mna Tawakusti. Sasa hivi basi, mwalimu, tunazungumzia majina ya wanafamilia kwa Kifaransa. Papa Wemba, baba Wemba. Papa kwa Kiswahili ni baba. Semeni papa Wemba.